Mwenzenu nimeshakuwa na imani kubwa. Niwaambia mama, kama miguu imeshindwa kupona hatembei vizuri, bora aje mikononi mwangu mama mzazi, bora aje mikononi mwangu. kuzijuzi tu mwezi watatu hivyo ambavyo vimeshindikana kupona, tuombe kwa Mungu atapona. Kumbe wakati mwingine Mungu hana umbali, Yesu hana umbali, lakini uso kwa uso ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana umbali, Yesu hana umbali. Hata mtakiwa Marekani anaweza kumombea katlii. mm -hmm. Lakini uso kwa uso mtaweka juu ya mikono yetu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo, wakati mwingine kwa imani yako kubwa na imani yangu kubwa na imani yetu kubwa inaweza kumfanya mtu apone haraka. La, hatuna imani kubwa, hawezi kupona haraka taathiriwa au tutaathirika na mambo ambayo tumejifikiria fikiria moja: baba alikufa kwa ugonjwa huu, mama alikufa kwa ugonjwa huu, shemeji, sisi dada mkubwa alikufa kwa ugonjwa huu, sijui mtoto alikufa kwa ugonjwa huu kwao, na mimi nitakufa kwa ugonjwa huu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunavikataa hapa kanisani, kama sio magadani, mwakajui alikuja mtu akapanga, akapanga maneno kama anajua kuongea, akayapanga nami nilimwambia njoo hospitali. Wameshii tatu tatu, wakaanza kupanga sababu ana ugonjwa huu na huyu mwa mwanangu, nami ninao ugonjwa huyu wa mwanangu huyu. Mwanangu naye ni mgonjwa kama babu yake, kama mimi, kama yeye, anambia ali pengine hivi vya ukarili kwamba baba alikuwa lea hapa afanye kazi. Kinachofanya kazi hapa ni jambo la kwanza, kwanza kumkubali Yesu na nguvu zake, kumkubali Yesu nguvu zake. Tukaanza tukapanga siku tatu, siku ya tatu takuwa, wala haina haja ya, ya, ya kuzunguka naye, hata mwenyewe anaweza kaja kuombewa mtoto, mpaka leo yupo ni mzima na afya yake, na akija hapa huwa he, he, he, he, he. huwa wa wa na furaha kubwa kulio kawaida. Wiki iliyofuata waimbaji walikuwa wanasimama hapa na yeye alikuja kusimama hapa na yeye kuimba. Sasa kama sio Mungu aliyemfanya ni nani? Kwa hiyo hofu zimewafanya watu waasilike, wajisikie wenguni wa matumaini, wamezoofishwa imani zao. Mathayo 25 26. Tuangalie pia Mathayo, tuangalie kwa, pia, kwa, kwa sababu tunaenda na, na maandiko ili kudhibitisha kwamba haya tunazungumza kwa ni ya kweli, sio maneno yetu tu. A -a. amini na kuambia utoki humo kamwe hata iishe kulipa

ukiwa na imani ambayo imo kwenye karama za imani, matokeo yake unabaki. Hebu angalia Mateo 5, Marko 5:26. Marko 5:26, umeipatia yenyewe inapelekea kudhoofika, kushindwa kufikia lengo na uponyaji karibu.

Mm -hmm. Basi asante hapo, naco tutakuta ni vizuizi vya uponyaji. Sasa hapo mwanamke ameamua, lakini tunachotafuta hapa ni matabibu wengi, muda miaka kumi na mbili anateswa sana, na kwa mikono ya matabibu wengi, yani kwa mikono wa ya waganga wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo, kusimfaye hata kidogo, bali hali yake izidi kuwa mbaya. Kumbe ni hatari kutanguliza mwanadamu mbele, nako ni kizuizi. Niliwambia mwanamke mmoja, ili watu walielewe, tuishi nao vizuri sana huku na kuishi. Mimi niliwaambia mtu mmoja, likuwa usiku wa manane gagak nyumbani, alipoona amezidiwa kwake, alikuja kwa mchungaji kuombewa. Sasa anapokuja kuombewa na madawa yale na nini, anakutana na majambazi yako pale, wezi wavunjaji, aidha watakuiba kwenye gari au kwenye duka. Sasa miari ya ya mvua ilikuwa inanyesha, kwa hiyo ikabidi wamulikwe na umeme wa radi. Yule mama msiba wake ulipona mara moja, yaani ile hatua tu aliyotoa kunyofoka kwa yule mganga. Na yule mganga namfahamu, mwana Zivindi, mpaka leo namfahamu na, na tukikutana kwa sababu nimeshamtemesha matonge mengi kwenye maeneo yote ambayo alikuwa anapatia hela walimesha niita well. nimeshaenda mimi ikuweka vitu vyangu pale vya kiroho. Vitu gani? Sina vitu vya kuweka pale, kwa neno la Mungu katika jina la Yesu. kwani vitu vyenyewe ninyi simnavyo? Waefeso 6:10 hadi 18 simnavyo jamani? Kuna mtu hana vitu ndani ya Waefeso 6:10 hadi 18? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa hivyo, kila mtu anazo silaha hizo, unaweza kujipiga kwa hiyo. Jamaa sehemu zote zilizokuwa napatia hela zote nishamaliza, zote yenatarisha, nishaingia, nishatoa, ishamiri kila kitu. Naona kanisa limekaa namna hiyo, unafikiri nime mchezo. Nimeingia kwenye nyumba za watu na watu, katika kutoa mashukrani zao ndo wamejenga hili kanisa, amenisaidia kujenga kanisa. Bwana Yesu azifie. Kwa hiyo tunaangalia vizuizi ambavyo vinafanya, unatoa hela ili upate matibabu, lakini kumbe naongezea matatizo kwenye, ma, kwenye, kwenye maisha yako kwa waganga, lakini sio kwa daktari wa, wa, wa, wa Muhimbili au daktari wa Jakaya wa, Kikwete.